Ikushinde nguvu zako tu, alafu safari hizi sola ni hatari, ni bomu, hasitakiwa. Kwa sababu hizi, mimi nakupa uhalisia, hata ukitaka uje kwangu nionyeshe hili, skimai wanaita tukifunga, ile taa inaelekea inalala hivi, inalala hivi, inalala majini kwa hiyo ule mwanga unachoma hadi ziwani samaki wote wanakui, yani hatari a irudi. <laughs> <laughs> Karabai, karabai ile kapa ya skimaya uweze kuifanyia ujanja, ujanja hata kitu kimoja. Na hizi ziai tuziondoe, tutaenda vizuri na samaki zitakuwa nyingi, tutakuwa kwa uhuru. Mtu ambaye ana wafanyakazi mia saba, na kila mfanyakazi kama ameoa kwa wastani wa familia zetu aliye na familia ndogo watu wanne, zidisha mara nne, halafu na wao pia wanawategemea. Mtu anatuma vocha kwa shangazi yake, anatuma hela kwa mdogo wake, anatuma hela msibani. Unavunja huo mnyororo wa samani, halafu tunaanza kusema umaskini umesk umekisiri. Tunatengeneza umaskini sisi wenyewe, vijana hawana ajira, tunatengeneza matatizo ya ajira kwa vijana wetu. Kwa maelekezo haya mawili, moja la taa lifanyiwe utafiti kwa ndani, alafu tutoe ndani ya wiki, wiki mbili tuwe tuna maelezo, kwa sababu tafiti zipo ni kuzichambua tu na kuniletea ushauri nifanye maamuzi. Na <laughs> pili hilo la kijapani halina masihara halina msalie mtume, tutafute nyavu ambazo zinaweza kuturuhusu tuvue uvuvi endelevu na tubaki kazini na nchi yetu ibaki salama, na mjiandae mkijua kabisa kwamba kama umenunua hizo za mwisho kabisa na tunaenda sasa kwenda kwenye vyanzo vyenyewe mipakani, na nitaomba msaada wa Amiri Jeshi Mkuu kupitia kwa Waziri Mkuu ili tutalikalia kidet